Tuko ndani hapa kwa sababu TAMISA lilikuwa ni wazo la Mheshimiwa Mavunde katika kikao chetu cha Mwanza, wengi mmeongea hivyo. Makofi kwa Mavunde, pengine tusingekuwa hapa. Sasa sekta ya madini mpaka sasa hivi tunanufaika kwa sababu tunakusanya kodi pamoja na tozo na tozo ambazo sio za kikodi, tunapata kupitia TRA, tunapata kupitia wizara ya madini napata kupitia halmashauri. katika waliopanda hapa umesikia trilioni tatu pointi moja inaongelewa sana eh. ile inamaanisha nini? Katika mwaka 2023 2024 sekta ya madini yote kwa ujumla yake tulikusanya trilioni tatu pointi mbili kwa maana ya ma, wizara ya madini kwa maana ya TRA kwa maana ya halmashauri, 3.2 Lakini mwaka huo huo matumizi ya migodini kwa maana ya manunuzi yaliyofanyika na migodi yalikuwa trilioni 3.1 Utaona hamsini kwa hamsini, kila ambacho serikali inakikusanya na kila ambacho kinaenda kununua bidhaa na ambapo asilimia tisini na tisa ya zile bidhaa zinanunuliwa nje, maana yake mmegawana, achana na zile faida zingine Je, ile 3.1 ndani ina inaturiflekti 3.1 trilioni? Utamkumbuka, kuna presenter mmoja kaja hapa kasema tunatamani hata tupate asilimia kumi ya ile hela. Tupate ile, ile, ile, ile hatukuweza kuifikia na hatutoweza kuifikia iwapo hatutokuwa na TAMISA imara ndani ya Tanzania. Sisi, mimi pamoja na wenzangu wizara chini ya Mheshimiwa Mavunde na Mheshimiwa Rais tumeplay party yetu. Tumeona kuna haja ya kuwa na local content, tumetunga sheria. Tumeona kuna haja ya local content, tumetunga kanuni, amezisema Dokta Numbi za mwaka 2018 za local content. Tumeona kuna haja ya kuwa na chombo imara cha kusimamia hizi uh, kanuni pamoja na sheria kimeundwa tume ya madini mwaka 2017 tume ya madini na katibu mtendaji, nilipata nafasi kuwa katibu mtendaji kuhudumu, katibu mtendaji wa pili kwenye tume ya madini. Nimefanya nafasi yangu pamoja na wenzangu, lakini tumeona tuunde kamati maalum ndani ya tume ya madini inayosimamia local content peke yake, na Mungu thiasmani mchawi mpe akulelemwa nao Dr. Ndumbi <laughs> ndio mwenyekiti wa ile kamati. Sasa tupewe nini tena wa Tanzania, tutakusanya kodi mchana na usiku, tutakusanya tozo mchana na usiku, lakini kama swala la local content pamoja na CSR halitopewa kipaumbele, halitoamdiwa vyombo maalum, tutaandika madokumenti na masheria yote ya dunia nzima, kama hatuna TAMISA imara tutazisikia mafanikio kwenye sekta ya madini kwenye stories hapa. Nataka kusema nini? Tunapokuwa tumeisimamia vizuri TAMISA, tunapokuwa tumesimamia vizuri uh, swala la local content, ile ndoto vision ya Mheshimiwa uh, Mavunde ya maisha ni ma madini ni maisha na utajiri, haitokei kwa kukusanya kodi, inatokea kwa kuchimba na kufanya Supply. Katuambia, dokta tutoke kwenye supply enye nini kwa providers. Hili ndo tutakapoona manufaa ya sekta madini na madini kuwa nchini kwetu. Lakini kama tutaendelea kuweka misuli kwenye kukusanya kodi, tutaendelea kuweka misuli kwenye kukusanya tozo, tutapata manufaa, lakini hatu tutapata manufaa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametamani tupate baada ya kuweka madini ndani ya Tanzania.